Bwana karibuni sana Kingo Farm. Sasa hii unayoiona hapa ni aa, pilipili. Ninataka leo hii ni kuelekeze namna ambavyo unaweza ukatumia hii pilipili lakini pia aa, ni kuelekeze faida ya hii pilipili vilevile, vile pia nita e, kupa tahadhari e, namna ya kutumia hii pilipili usije ukatumia e, pilipili hii vibaya aa, na ikakuletea madhara kwa kuku wako, umeona? Uh, sasa nianze kwanza na faida za pilipili. Kwanza faida eh, moja ya pilipili inarahisisha mmeng'enyo wa, wa chakula, inarahisisha mmeng'enyo wa chakula. Yaani kuku wako kama eh, wanakula glowa wa labda eh, watapata matokeo mazuri zaidi endapo watatumia pia na hii pilipili. Pili, pilipili pili, pili huwa ina a, tunasema kwamba huwa inawafanya kuku waweze kutaga vizuri kipindi cha baridi, kama tunavyojua mwezi wa sita wa tano mara nyingi sana hata ukienda masokoni mayai huwa yanapanda bei. Sababu kubwa ni kwamba kuku huwa wanashusha utagaji kwa sababu ya stress. Sasa stress. Stress ambayo huwa wanaipata stress ya baridi eh, inapambana vizuri sana na pilipili endapo yale majira uh, wewe mfugaji wa kuku utachagua kutumia pilipili kwa ajili ya kuku wako, basi wataendelea na utagaji vizuri kabisa kama ambavyo walikuwa wanataga eh, muda mwingi. Umeona, hiyo ni faida nyingine nini yani ni ya pilipili kwa kuku ambao wanataga sawa. Aa, lakini pia pilipili ni tiba nzuri sana ya mafua, inatibu vizuri kabisa aa, mafua, magonjwa tunasema ya mfumo wa upumuaji, hii pilipili inatibu vizuri sana. Umeona aa, ukitumia pilipili kuku wako watapona lakini hii ni vizuri ukaichanganya pamoja na tangawizi na kitunguu saumu. Huu ni mchanganyo mzuri sana ambao uh, bila pilipili tuseme kwamba hakuna kazi utakayokuwa unafanya, na huwa tunautumia sana hapa shambani mchanganyo wa pilipili kitunguu saumu na tangawizi. Kwanza ni booster, unatibu vitu vingi sana, unaratibu vitu vingi sana kwenye ufugaji wa kuku, umeona. Lakini endapo utachukua hii pilipili ukachanganya kwa mfano na majani ya mpapai na majani ya mpapai basi pilipili huaga pili, inakuwaga ni tiba nzuri sana kwa magonjwa ya gumboro. E, kama kuku wako wanaumwa gumboro, gumboro bwana ni ugonjwa gani unaweza ukawa hujui. Gumboro ni muharo mweupe ule ambao kama kamasi, kama kamasi ute hivi -ute, na ni mgonjwa wa virusi. Tunasemaga kwamba huu ugonjwa huwa hauponi na unapelekea kuku wanakufa sana na, na ndio maana una chanjo yake E, kuna chanjo ya gumboro kama mnajua, hii chanjo huwa inatolewa siku ya kumi na nne na siku ya ishirini inakuja kurudiwa siku ya ishirini na nane Lakini pia pamoja na uwepo wa hiyo chanjo, unaweza ukatumia huu mchanganyo wa majani ya mpapai, pilipili, kitunguu saumu na tangawizi kwa ajili ya kuku wako, kwa ajili ya kuatibia huo, uh, kwa kinga na huo ugonjwa. Lakini pia hata wakipata utatumia hiyo kama tiba. Umeona. Uh, kitu kingine ambacho nakipenda sana kwenye pilipili pilipili pili ni moja ya tiba ya asili ambayo inatoa matokeo kwa haraka zaidi, yani inatoa matokeo kwa haraka zaidi vitu vyote ambavyo nimevitaja hapa. E, e, unajua kuna tiba ndio maana waga tunasemaga kwamba e, mtu akiuliza hii tiba nitumie siku ngapi, tunasema kwamba tumia kati ya siku tatu mpaka siku tano. Sasa pilipili pili inaweza kukupa matokeo siku ya pili tu au siku ya tatu. Kwa hiyo jitahidi sana hii pilipili pili uh, namna ambavyo unaweza ukaitumia. Kwanza unaweza ukaiweka kwenye chakula. Kuna pilipili ya unga ile pale, nadhani uh, wengi tunaifahamu pilipili ya unga. Unaweza ukaichanganyia kwenye chakula, mfano labda asubuhi uh, uh, una asubuhi uh, labda unawapa chakula kuku wako, tunachukua kijiko kimoja cha ile pilipili ya unga unaweka kwenye chakula kilo tano, kipima chakula kilo tano, iwe grower uh, stata, nitawaelekeza kuna kitu nitawaelekeza hapa mwishoni uh, iwe grower labda au chakula cha kutaga, unachukua unaweka, unachanganyia ndio unaenda unawapa kuku. Umeona? kwa hiyo vijiko viwili kwenye kilo kumi nategemeana na wewe kwa siku unawalisha kuku chakula kiasi gani? Kwa mfano kuku wanaotaga kuku mia moja kwa siku wanakula kilo kumi na mbili kwa hiyo kwenye kilo kumi na mbili utaweka kijiko, ki, e, vijiko viwili na robo. Umeona mfano nilikuwa nachukulia. Ndio unawapa kuku ambao wanataga na unataka watage vizuri. Uh, lakini pia unaweza ukaitumia hii pilipili e, mbichi kama hii hapa sasa. Hii hapa umeona, hapa mimi nimeweka kwenye e, blender. Unaweza ukachukua pilipili, kama unataka matokeo ya haraka tunasema unaweza ukatumia pilipili tatu kwenye maji lita tano lakini pia kipimo sahihi cha pilipili pili, yani hicho sasa sio kipimo cha kupendelea kila siku uwape kuku wako pilipili uh, pili tatu kwenye maji lita tano. Kuna madhara endapo utazidisha hii pilipili pili. kipimo sahihi ni pilipili pili tano kwenye maji lita kumi. e, maji lita kumi pilipili tano ndio, e, ni kipimo sahihi cha kuwapa kuku wako umeona. Uh, na tahadhari Yaani ukichanganya kitu chochote, a, kama unachanganya na majani ya mpapai utaweka hivyo. Hata kama unachanganya na tangawizi e, kipimo cha upande wa pilipili ni hicho ambacho nimekutajia hapo, umeona. Lakini pia ile ya unga, kuna mtu anaweza akasema ngoja ni, nina pilipili ya unga ninataka niweke kwenye maji. Ukiweka kwenye maji e, basi kijiko kimoja utaweka kwenye maji lita kumi, umeona, ninakushauri kwa, kama unaweka kwenye chakula walau mara mbili kwa wiki, sio kila siku. Lakini kama unaitumia kwenye maji yenyewe kama yenyewe, walau mara moja kwa wiki una wawekea kuku kuku wako. Lakini pia tahadhari ni kwamba vifaranga wanatumia kiasi kidogo sana cha pilipili. Pilipili tatu unaweka kwenye maji lita kumi, vifaranga ambao wapo chini ya, eh, wapo chini ya wiki mbili, lakini kwenye chakula sikushauri kabisa, wawekee pilipili kwenye chakula vifaranga e, wa umri huo chini ya wiki mbili usiweke, uh, vifaranga. Lakini sasa vifaranga wa broiler <laughs> kama unatumia vifaranga wa broiler hayo mashelti ni kwa wiki moja tu ile ya mwanzo in, ndio hayo mashelti ya kifaranga kifaranga wa broiler ni sawa na kifaranga wa chotara wa wiki mbili, sawa na wiki moja. Sisi kwenye vipimo vya dawa ndio huwa tunatumia hivyo. Maana yake kwenye e, vipimo vya dawa ukiachana na umri huwa pia tunaangalia uzito. Umeona uh, lakini pia unaweza ukapata mafunzo KingoFarm, kujiunga na darasa letu. Ada yake ni shilingi elfu nane kwa muda wa miezi miwili, utajifunza vitu vingi sana kuhusiana na ufugaji. Pia tunavyo vitabu ambavyo tunaelezea mbinu e, tofauti kwa mfano kuna kitabu cha ufugaji bora wa kuku chotara e, kuku wa kienyeji broiler. Hivyo vitabu utakutana na kanuni za kuchanganya chakula, mbinu mbalimbali mbali, kama kuku wako wamedumaa e, vitu kama hivyo hapo. Lakini pia tuna kitabu cha kutengeneza tiba za asili hizi dawa kuchanganya o, sisi tunatumia tiba za asili tu hatutumiagi tiba za dukani. Hicho kitabu pia kita kusaidia lakini Uh, pia tuna kitabu cha mwongozo maalum jinsi ya kutumia booster kwa kuku wako. Vyote hivyo tunavyo na gharama yake ni shilingi elfu kumi. Kila kitabu kimoja ni elfu kumi na tunatuma soft copy kwa njia ya WhatsApp. Tukikutumia eh, soft copy maana yake kama unataka hard copy unaweza kaenda stationery wakakuprintia. Kitabu chenye peji nyingi sana kina peji 22. Vipo vitabu hadi kina peji kumi kama cha mwongozo, kuna kitabu kina peji 18, kuna kitabu kina peji 20. Kwa hiyo hata Gharama za kuprinti kule stationali utaenda utalipa gharama kidogo. Vitabu vyetu havibowi, havina maelezo mengi uh, tumekwenda moja kwa moja kwenye pointi ya msingi. Kwa hiyo uh, ni kitabu ambacho sio cha stori, ni kitabu ambacho uh, vya matibabu vya hivyo kutengeneza sijui uh, chakula na maelekezo ya msingi ndio yapo kwenye vitabu vyetu, ndio maana vinakuwa na peji e, chache. Asanteni na kwaherini.